Tumsifu Yesu Kristu, imefika Dominika ya sita ya kipindi cha Kwaresma au Dominika ya matawi kama inavyofahamika na wengi. Katika Dominika hii tuna mengi ya kujifunza na kuyafahamu, ambatana nami Sister Grace Hashim Teresia Paul, ambapo Shemas Martin Sasila anatueleza zaidi juu ya Dominika ya matawi, kutoa ndugu Martin Liberatu Sasila washirika la ndugu wadogo wa Francisco wa Kapuchini, provinsi ya Tanzania. Dominika ya matawi ina maana gani kwa waamini wa kanisa Katoliki? Dominika ya matawi ni kipindi au ni dominika ya sita ya kipindi hiki cha Kwaresma, siku sita kabla ya Pasaka. Ni dominika ambayo tunaadhimisha na kukumbuka mambo makuu matukio makuu yaliyotendwa na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, ndiyo matukio ya ukombozi wetu, yaani kifo, kuteswa, kifo na ufufuko wake. Hivyo si tu tunaadhimisha kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, bali hata sisi wenyewe tunaadhimisha kifo chetu, yani kuzika dhambi zetu na kufufuka ndani ya Kristo ni kipindi cha neema ambacho kinatuanzishia juma kuu juma takatifu sana ambao ndani yake mafumbo ya wokovu kwa waamini wote wa, wa Kristo wa Katoliki hayo huadhimishwa na ndio kilele cha, cha imani yetu imani ya kanisa Katoliki. Kwa nini Dominika ya Matawi inasherekewa na matawi ya mitende na si matawi ya aina nyingine? Kwa, kwa desturi za Kiyahudi Walikuwa wakitumia mitende au matawi hayo kama ishara ya amani, ishara ya heshima ya yule aliyepanda mwanapunda ambaye ndio Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Lakini sasa kwa mazingira yetu hatuna hayo majani ya mitende. Mfano, nitachukulia huko Kigoma ambako mimi nimesherekea sherehe nyingi sana hizi ambapo tunatumia matawi ya michikichi. Lakini na wenyewe ni vile vile huwa tunafuata ile hali au e, kama Wayahudi wenyewe walivyoshangilia na kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo alivyokuwa akielekea katika mateso. Kwa hiyo majani ya mitende yalitumika, na leo hii majani yenye ufanano na yale ya mtende hutumika katika mazingira yetu husika. Waamini wa Kanisa Katoliki wanaposherehekea Dominika ya Matawi, wanapaswa kujifunza nini? Yesu Kristo alikuwa mtii kwa Baba yake. Alijua yote yatakayoenda kumpata. Njia yake ya mateso, kifo na ufufuko wake, hayo yote aliyajua. Nasi pia kama waamini wa Kristo wa Katoliki yatupasa tujifunze utii na unyenyekevu kama Bwana wetu Yesu Kristo, hasa katika maisha yetu yale yote ambayo tunayapitia kwa ajili ya mapenzi ya Baba, kwani kwa kumwiga yeye ndipo tunawelekea ule wokovu ambao sisi tumeandaliwa kama Wakristo wa Katoliki. Kuna maana gani ya kupokea matawi ya mitende katika Dominika ya misa ya Matawi? Tunapopokea yale matawi ya mitende katika Dominika ya Matawi ni kushiriki kwa imani kubwa sana yale ambayo yalitendeka, nasi pia tunahusika kwa namna hiyo, kwa sababu yakishabarikiwa ile baraka ambayo inasomwa, tunaingia kwa shangwe katika Yerusalemu mpya, yaani Yerusalemu ya mbinguni. Katika Dominika ya Matawi Waamini wanaweza kuhusiana vipi na tukio la Yesu kuingia Yerusalemu? Waamini wanahusiana moja kwa moja kwa sababu wanashiriki na kukua kiimani zaidi, hasa wanapomfuata Kristo ambaye ndiye ukombozi wetu aliyekuja kutukomboa, kwa sababu wanatafakari yale makuu ambayo aliyatenda wanatafakari yale ambayo Kristo mwenyewe alialeta kama mfano kwetu sisi waamini wa kanisa lake, kanisa takatifu Katoliki la Mitume. Dominika ya Matawi inatufundisha nini katika furaha na huzuni katika safari ya kiroho kuelekea sikukuu za Pasaka? Ipo katika nyanja mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya shangwe na sehemu ya pili ni sehemu ya huzuni. Tunavyoanza katika Dominika hii tunaanza kwa shangwe, tukiandamana kwa shangwe kuingia kanisani tukiwa tumebeba matawi yetu, lakini tunapofika mwishoni, wale wanaompokea mkombozi wetu wanamgeuka, wanakuanza kumtesa. Nasi tunapaswa tujifunze katika safari yetu, tulivyoanza kwa shangwe, tunapokuwa tunamshangilia huyu Kristo tujue kwamba tuwe na huzuni juu ya dhambi zetu ambazo tulizitenda ambazo ni kwa hizo dhambi tunamtesa Bwana wetu Yesu Kristo. na mimi umejifunza vema juu ya Dominika ya Matawi. Hivyo basi, nikutakie tafakari njema na maandalizi mema tunapoingia juma hili takatifu na hatimaye kusherehekea sikukuu za Pasaka, yaani ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo.